Jaribu Mungu watu nyie, mnaijua njia iliyo sahihi, lakini mmechagua kuja hapa na kuonana na sisi, tutawashughurikia. Kisha nilianza kukumbuka vitu vyote ambavyo nilikuwa nimefanya, na sasa nilikuwa naomba rehema, na ibilisi akaanza na kichwa changu motoni. Uko kwenye moto, utateseka kwenye moto, moto unakuunguza, moto wenyewe sio kama huu wa kawaida unaoona kila siku duniani huo moto ni kama dimbwi la kuogelea unapoingia motoni unaonekana kama kikongwe wa miaka elfu kumi mwili wako utaoza lakini moto utayarusha mwili wako kama plastiki na utasafishwa tena ndiyo maana mungu anasema ni moto wa milele shetani alianza kunitesa kutoka kichwa changu unajua tunatumia sindano na uzi kushona mapambo kwenye vichwa vyetu hapa duniani kuzimu hutumia chuma kana kwamba ndiyo sindano Walitumia chuma kutoboa kichwa changu. Nilihisi maumivu.